Wamaasai ni miongoni mwa makabila mashuhuri barani Afrika, wakijivunia historia, mila na desturi zilizodumu kwa karne nyingi. Wakazi wa maeneo ya kaskazini mwa Tanzania na kusini mwa Kenya. Wamaasai wameendelea kuvutia watafiti, watalii na wanahistoria kwa namna wanavyolinda utambulisho wao wa kiutamaduni licha ya changamoto za kisasa. Wamaasai ni jamii ya asili ya Nilotic waliotokea bonde la Naili karibu na Sudani Kusini, na kuanza kuhama kusini kuelekea Afrika Mashariki kati ya karne ya 15 hadi 17. Walihamia kupitia Kenya hadi kufika Tanzania, ambako walijikita katika maeneo ya Arusha, Manyara, Kilimanjaro na Tanga. Wakiwa ni wafugaji wa kuhamahama, walifuata nyasi na maji kwa ajili ya mifugo yao. Jamii ya Wamasai imejengwa katika makundi ya umri, ambapo kila kundi lina majukumu maalum ya kijamii. Wazee wana nafasi ya juu ya maamuzi kupitia mabaraza ya kijadi huku vijana wakifundishwa maadili, ujasiri na heshima kupitia mafunzo ya kijeshi na tohara. Wamasai wanaamini katika Mungu mmoja anaitwa Enkai, anayehusishwa na mvua, mazao na uzazi wa mifugo. Dini yao inahusishwa kwa karibu na mazingira yao, wakiheshimu miti, ardhi na wanyama kama sehemu ya mawasiliano na Enkai. Mila na desturi: mavazi, wanaume huvaa shuka zenye rangi nyekundu, bluu au zambarau, huku wanawake wakivaa nguo zenye rangi kali na kupambwa kwa shanga. Tohara: tohara ni sehemu ya mila na desturi ambayo hufanywa kwa wavulana na mabinti ingawa kwa sasa desturi hiyo kwa wasichana inapigwa vita kutokana na athari zake za kiafya. Ndoa: mahari hulipwa kwa ng'ombe. Mwanaume anaweza kuwa na wanawake wengi kulingana na uwezo wake chakula wa kiuchumi. Chakula: Wamasai hula nyama, maziwa na wakati mwingine damu ya ng'ombe, hasa kwa maadhimisho maalum. Wamasai hunywa damu ya ng'ombe lakini si kama chakula cha kila siku, bali ni sehemu ya mila na desturi zao hususani kwa ajili ya: moja. sherehe maalum kama tohara, ndoa au maadhimisho ya kishujaa. mbili. tiba za kijadi, damu hutumika kwa kuimarisha afya, hasa kwa wagonjwa, mama wajawazito au waliojifungua. tatu. lishe ya ziada Hasa kwa mashujaa waliopo porini, damu huonekana kuwa na virutubisho muhimu. Asili ya hiyo damu ni pale ambapo mama mjamzito, Mungu akimsaidia, akajifungua ile damu waga sisi tunamtolea tunamchanganyia na maziwa kwa ajili ya kumrudishia nguvu kwa haraka sana. Kwa mtu ambaye kizunguzungu kinamsumbua, hiyo damu inaweza ikamsaidia, lakini hiyo hautachanganya na maziwa, unaipiga hivyo hivyo kama mlivyoiona. Wakati ikisha kutoka tu, mtu anakuja ana, ana, ana magoti hapo hapo anakunywa hiyo damu hivyo hivyo hivyo hivyo, ikiwandai, yaani ile kizunguzungu ataisahau milele. Wamasai huchanganya damu na maziwa au kunywa ikiwa mbichi, wakitoboa mshipa wa shingo ya ng'ombe bila kumuua. Kunywa damu ni sehemu ya utamaduni wao wa muda mrefu, ingawa matumizi hayo yanapungua kadri elimu ya afya na mabadiliko ya maisha inavyoenea. Kuua simba. kwa Wamasai, kuua simba zamani ilikuwa ni ishara ya ushujaa mkubwa na sehemu ya mchakato wa kumtambua kijana kukua morani au shujaa kamili. Maana na umuhimu wa kuua simba: Moja, utambulisho wa ujasiri. Kijana aliyefanikiwa kumuua simba alikuwa akiheshimiwa sana na jamii kwa ujasiri wake. Mbili, kupandishwa hadhi. Baada ya tendo hilo la kumuua simba kijana alitambulika kama morani wa kweli mwenye uwezo wa kulinda jamii na mifugo. Tatu, heshima ya kifamilia: familia ya kijana ilipata sifa na heshima kubwa. Nne, mapambo ya kimila: simba aliyewindwa alitumiwa kwa mapambo ya kichwa, ngozi na manyoya, kuashiria ushujaa. Hali ya sasa: kuua simba kwa sasa ni kosa kisheria. Kutokana na sheria za uhifadhi wa wanyamapori. Serikali na mashirika ya uhifadhi wameelimisha jamii ya Wamasai juu ya umuhimu wa kulinda simba. Wamasai wengi sasa wanatumia michezo ya mafunzo kimila na mashindano ya kuonesha ujasiri badala ya kuua simba. Kwa hiyo, kuua simba ilikuwa ni kitendo cha kihistoria chenye maana kubwa ya heshima, ulinzi na utambulisho wa kijamii lakini kwa sasa inabadilishwa na mbinu salama zaidi. Changamoto na mabadiliko: licha ya kushikilia mila zao, Wamasai wameathiriwa na mabadiliko ya kisiasa, kiuchumi na mazingira. Ardhi yao imepungua kutokana na migogoro ya ardhi, mabadiliko ya tabia nchi na ukuaji wa miji. Hata hivyo wameanza kujiunga na elimu rasmi, siasa, biashara na taasisi za kiraia Huku wakihifadhi urithi wao. Wamasai wameendelea kuwa mfano wa jamii inayolinda utambulisho wake huku ikikabiliana na dunia ya kisasa. Kupitia utalii wa kiutamaduni na urithi wa kihistoria, Wamasai si tu ni alama ya Tanzania na Afrika Mashariki bali pia darasa hai la historia, mshikamano, na uvumilivu wa kitamaduni. Hii ni Zara Afrika. Usisahau kusubscribe kwa makala na habari. Mimi ni rafuru Kinala.